Tumsifu Yesu Kristo. Ninaitwa Padri Vitalis James Kasembo, Padri wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Napenda nichukue fursa hii kuwakaribisha waumini walei Jimbo Kuu la Dar es Salaam kwamba tarehe 29 mwezi wa kumi na moja ni siku ambayo imepangwa kwa ajili ya waamini kushiriki warsha na eneo ambalo tunakwenda kufanyia warsha hiyo ni parokia ya Kristu Mfalme Tabata. Waumini wote tunaalikwa wadogo kwa wakubwa, wa baba kwa wamama, kuja kushiriki warsha hiyo. Lengo la warsha hiyo, ndugu zangu, ni kuimarishana imani na hasa jimbo letu kuu la Dar es Salaam linatumia njia hiyo kama njia mojawapo, pamoja na njia nyingine zote, kuhakikisha waamini wanakaa pamoja, wanajifunza pamoja, wanajadiliana mambo mbalimbali mbali kwa pamoja. Na siku hiyo, mkristu mwenzangu, tutakuwa na mada kubwa mbili kama tunavyofahamu katika kanisa sasa hivi, tunaendelea na chaguzi ndani ya kanisa. Tayari tumeshaanza ngazi ya jumuiya na tunaendelea kwa kutakuwa na mada juu ya uongozi pamoja na uchaguzi, kuwapa uelewa waamini wetu namna ambavyo wanaweza kumchagua kiongozi bora ndani ya kanisa, lakini pia namna ambavyo huyo kiongozi ataweza kufanya shughuli zake vizuri ndani ya kanisa. Mada hiyo itakuwepo na imeandaliwa vizuri, lakini pia tuna mada nyingine. Tunafahamu kabisa kanisa liko katika mwaka wa jubilei, na kwa kuwa ni mwaka wa jubilei, tunaalikwa kuendelea kutafakari. Jubilei ni fursa ya Mkristo kupiga hatua kiroho. Jubilei ni fursa ya Mkristo kujitathmini upya, alikuwa wapi, yuko wapi na anapaswa kufika wapi. Sasa kwa ujumla tunaongea katika malezi ya aina nne. e, hii ni mojawapo ya malezi tunaita malezi ya kiroho. Kwa Kiingereza wanasema e, spiritual formation. Kwa hiyo tunaalikwa pia waamini wetu e, kuweza kuhudhuria e, warsha hii ambayo ni ya pekee kabisa katika jimbo letu kuu la Dar es Salaam na ni mara moja kwa mwaka. Kwa hiyo tunawalika muweze kuja kushiriki. Sasa namna ya kushiriki ni kwamba mwaka huu e, tumeboresha vizuri e, tumeboresha kwamba hakutakuwa na kiingilio, ila tu kanisa limeandaa utaratibu mzuri kila mwamini, ili aweze kuja kushiriki, mdogo kwa mkubwa, mwanaume kwa mwanamke, kijana kwa mzee, uje ushiriki. Lakini tunakuomba Mkristo mwenzangu, huko katika parokia mjiandikishe ili tuweze kujua idadi ya waamini watakao kuja siku hiyo, ili katika maandalizi yetu tuweze kujipanga vizuri, ukute viti vizuri, ukute maturubai na huduma zingine ambazo e, zitahitajika kwa waamini wetu. Kwa hiyo tunakukaribisha sana siku hiyo, na kwa namna pekee, siku hiyo pia ni siku ambayo tunakwenda kumshukuru Mungu tunapokaribia kumaliza mwaka, tunamshukuru Mungu kwa neema na baraka ambazo ametujalia tutakuwa na mziki mtakatifu, lakini pia tuna wale ambao wanafanya shukrani ya miaka ishirini na tano ya ndoa, miaka hamsini ya ndoa, basi na wengine wenye shukrani zao mbalimbali. Tunawakaribisha pia kuendelea kumshukuru Mungu, na kushukuru ni kuomba tena. Hivyo nichukue nafasi hii kukukaribisha, Mkristo mwenzangu, e, uje upate mafunzo mazuri ambayo yatakushibisha kiroho. Na usiwe na muda tena wa kuwayawaya huko na kule e, kutafuta chakula kingine ambacho wakati mwingine kinaweza kistufai sana sisi ambao ni Wakristo. Usipange kukosa. Ni tarehe 29 mwezi wa 11 mwaka 2025. Tumsifu Yesu Kristo.